Hello, YouTube, habari za muda huu. Ah, leo tunaenda kuangalia jinsi ya kuseti simu ambayo umeinunua kwa mara ya kwanza kabisa. Ah, simu yoyote ikiwa ni mpya kwa mara ya kwanza, basi kuna vitu ambavyo wengi vinakuaga vinawasumbua especially ni kwenye masuala ya internet. Unaweza ukataka labda kutumia mtandao, uwashe data. Kwa mfano hapa anawasha data, nawasha data, inaniambia kuruhusu data. Okay, ni kwa sababu yani mara ya kwanza. Okay, na ruhusu, okay. Ah, lakini sioni ishara yoyote hapa juu kama data inasoma 3G, 4G au mtandao mwingine wowote. Kwa hiyo nikiangalia huku kwenye barcode naona inanionyesha data iko on, lakini huku nikiangalia kwenye skrini yangu sioni chochote wala siwezi kufungua kitu chochote. Sasa ukiona kitu kama hichi kwa mara ya kwanza katika simu yako, ikiwa ndo umeinunua kwa mara ya kwanza, unachotakiwa kufanya ni kitu kifuatacho. Kwanza unaingia kwenye setting ya simu, setting ya simu, setting, uh. Ukishaingia kwenye setting, setting, setting, unaingia kwenye kwenye network and internet unabonyeza hapo. Ha, unakuja kwenye mobile network unabonyeza hapo, alafu unakuja hapa kwenye kwenye kitu, kine, hapa kwenye access point name hapa unabonyeza hapa hapa. Sasa ndo kwenye setting zote ambazo ni za muhimu ambazo unaweza ukazipata kwa ajili ya masuala mazima ya mtandao. Sasa ni lazima kwanza ujue unatumia mtandao wa Like, ni line ya eh, unaotumia ni mtandao upi either ni Tigi, ni asi au ni Vodacom au ni Airtel. Kwa hiyo utasajili utabonyeza iki kialama cha jumlisha hapa utakuja kwenye name hapa kwenye name utakliki, kwa mfano mi natumia mtandao wa Vodacom uko utaandika Vodacom. Oh no, sorry. Utandika Voda, sorry. Vodacom, Vodacom. Vodacom utaweka okay. Hapo itakuwa name inasoma Vodacom, alafu utakuja sehemu iliyoandikwa APN, napo utakliki hapo au utafungua hapo, utaandika Vodacom internet au unaweza ukaandika tu internet yenyewe pia peke yake inatosha. Kwa hapo kule, tumeandika name Vodacom, kwenye hapa IPN, either utaandika Vodacom internet au utaandika internet. Kwa vyovyote vile itakuwa sawa sawasawa tu. Kwa hapo tunaandika uh, internet internet internet. Internet. Internet. Oh, sorry.

Utakliki okay kwa name, itakuwa inasoma Vodacom, APN itakuwa inasoma internet. Baada ya hapo, unakuja kwenye hizi doti tatu za hapa juu kulia, utakliki hapo, alafu kuna neno discard, discard hapa utakuwa ukibonyeza unafuta kile ulichokiweka, ila unatakiwa uweke kwenye neno save ili huu mfumo ulioweka uwe umeshajisave tayari kwenye mfumo wako wa mtandao. Kwa hiyo tutaweka neno save, kwa utakuta imekuja namna hii, Vodacom internet itakuwa inasomeka hapo. Unaona, automatically kwa kwa kule tuliwasha data, hapa inasoma kabisa 4G plus. Kwa mtandao umesha umeshakuwa sawa, mtandao umeshakuwa sawa. Hata ukijaribu kufungua baadhi ya application kama Play Store, kwakuwa simu ndo mara ya kwanza inafunguka. Kwahiyo kuna vitu kama hivyo hivo, kusaini email na nini, lakini kwa leo tulikuwa tunajifunza tu jinsi ya kuseti mtandao wa internet kwa mara ya kwanza, ikiwa ndio umeinunua simu kwa mara ya kwanza basi kwa leo na share hapo. Usisahau kusubscribe kwa ajili ya channel, kwa ajili ya video nyingi nzuri ambazo tutaenda kujifunza mambo mbalimbali kuhusu mambo ya teknoloji. Asante na nashukuru, uwe na uwe na siku njema.